Anasema, I wish ningekuwa mkurugenzi ningeonyesha kwa, kwa nchi nzima maana ya kuwa mkurugenzi wa maendeleo ni nini, si mnanielewa? Ningeonyesha I'm, I'm, I'm always working the top. Siwezi kutoza mimi nilikuwa mkoa wa wilaya Mvomero 2012, kaangalieni pale Mvomero pale tuna ushirika unaitwa Wakuda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 Mwaka huu wa ushuru wa sisi ni kiasi gani? Yaani umeshangia nini? Kipi? Sijaelewa chaguzi ni kae na madiwani tuulizane. Vingine hakuna ushuru. Hii nchi, situtumie tu akili. Kwa nini halmashauri tusifikirie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 ya viazi. Sasa mkulima analima viazi, gunia linaporomoka kutoka elfu sitini kwenda elfu ishirini na tano Wewe bado ushuru wako umesimama pale pale, na unampa nani?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 Asimame mtu anasema mimi ni katibu wa uchumi na uzalishaji kwenye mkoa na wakulima kumi so, na tano nimewafikisha hapa, niliwachukua nikawapeleka TIB bank, nikamwambia TIB wapelete asilimia tano, tukawasimamia mbolea tukafanya hiki tu, lakini nawaambia wazangu wa serikali, utachukia haya maneno, walio tutangulia kwenye vita amestaafu ana shamba la parachichi, mbolea hana, dawa hana, anapiga simu ya kila na na mtu aipokelewi, ndio anajua kwenda benki, anaweka nyumba yake rehani, ndio anakuja hapa kulalamika. Ukiwa yuko kwenye viti hivi huelewi, sio? Kuja hapa na posho na ofisa wa serikali, you don't understand. Kuni lazima hapa hapa hii list hii hapa ha, watu, watu, hawa, ha, hawa. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Sasa anayeoza nini? Wakulima wazungumze maswaibu wanayokutana nayo, na sisi nimemuona. <laughs> kakaangu anyo. pale Tukuyu maparachichi ya wakulima kule yanaoza, mkurugenzi yupo, yanapooza ni ya kwake Sio kwake, wanahangaika wao kupeleka. Nimeenda Afrika kwa Najib, kwa umekaa pale getini, unatoza ushuru upi? wanapolisha pale maparachichi daraja la pili kilo moja, shilingi mia moja hamsini Yes, yes. Wewe unatoza ushuru wako ule, ule, kwenye shamba I thought mkurugenzi wa Tukuyu anaweza akapata feeling za kusema tujenge facility yaani, ka amekaeza mashavu kwenye geti na watu wa na wa na wa wake leo mmekusanya shingapi ya ushuru? Na una katibu wa uchumi na uzalishaji wa mkoa wake, anajitambulisha watu wanauzea maparachichi huko Tukuyu. Sisemi mkoa wa mtu, nimeasema kwa watu wa Makete, nikaambia Makete unakata kata kuleta kituo la uzalisha viazi, ushuru wa viazi milioni mia saba. Halmashauri inakusanya ushuru wa viazi kata moja milioni mia saba. Kwani usifikirie kuwafungia miundombinu wao, wanakusanya milioni mia saba msimu wa viazi mviringo, na wao wanafanya kukusanya kila mwaka, afanya wakalima mara tatu kwa mwaka kwa facility Leo kule Makete viazi ni shilingi elfu thelathini kwa gunia. Hiyo hasara halmashauri inaichukua, na katibu wa uchumi na uzalishaji anazalisha nini, mima za ngurua au za nini? No, nasema tena, iish siku sikupata hiyo nafasi ya kuwa mkurugenzi. Ningetoa mfano mi kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, nikamuita mkurugenzi Mafuru. Nikaambia hivi sisi hapa tuna digiri wote ni yangs, kwa hiyo tuamini kwamba machinga kupanga nguo barabarani ni uchafu wakati ule ni uchumi wako. Kwamba sisi na zetu zote hatuna uwezo wa kutransform. Tukajenga ile soko, nikaambia hatutoi machinga barabarani, tutajenga na tutalipesi. Na tukutoa mchi nzima Dodoma, tukutoa watu kwenye barabara kwa sababu ule ni uchumi wake yeye. Wewe kwa ujinga wako naona nguo za mwenzako kwa kwenye miti ni uchafu. Wewe ni ujinga wako, kwa sababu mimi nauza hizo nguo napata hela kuishi familia yangu. Kama unaona ni uchafu jenga fasiti yani, utapanga nguo kwenye miti. That's what we do. It's how brain inafanya kazi. Unaona beba mgamo anakuja kumwaga hapa unanima ma, marobote ya nguo za watu. Unafahamu kama mtu anayeuza nguo kwenye miti anakula chakula watu. Anauziwa na mtu anayeuza makande upawa moja shilingi 100, chai ya kombe cha plastiki shilingi 50. Huyu mtu jiona anaenda pale sokoni anachukua masalo ya nyanya. Anachukua miguu ya kuku, anakusanya ananua, ndio anapeleka nyumba yake, wanakula wanakula chakula hapa, hakuibii wewe. Na kaa kwenye kikao, Rais amekuteua kuwa mkurugenzi, wajadili kuchuru wa chooni akizako za choo najadili sijui kunya shilingi mia mbili kukojoa shilingi mia moja. Serious? Hao! Na watafute na watu wote wakaa kwenye vitu wamestaff where they, wanaangaika na tabu. Alizoea maakili yote kutoza ma, ma, ma, ma, mazao yetu kwenye mageti. Hana hata zaula kwake. Na yeye akaa kwenye manania anaanza kuandika pesha na itosha azifa alikuwa volunteer wa serikali. Pumbavu mtupu. Kwa hapa tunajadili nataka niwasikie wakulima, ni changamoto zipi ambazo sisi serikali tuzifanyie kazi. Sio mtu aja hapa tuambie, mimi mkoani kwetu tuna wakulima mia tano wa parachichi, mwasaidiani?